Karibuni katika Dr. Saddam. So, a few minutes ago ama a few hours ago there is someone aliweza kuuliza swali in one of the videos ambazo alifanya. Aliweza kuuliza kwa nini utosi wa mtoto wake haudundi na mtoto wake ni wa approximately six days. Na ni kitu gipi ambacho anaweza kufanya ili utosi wa mtoto wake uweze kudunda. Now the kid is healthy, yuko sawa kabisa. Here's the thing, yeah. So kuna baadhi ya watoto ambao wakizaliwa akiwa lesa na mama hata akiwa ameketi mbali kidogo, ukimwangalia kwenye utosi utaona utosi unadunda. Yeah, then there are also other babies ambao, so, wakiwa hata karibu na wewe, lazima ukuwe chini kabisa ndio uweze kuona utosi unadunda. Yeah, so that means, ukiwa mbali kidogo you might not notice utosi unadunda, but in reality utosi unadunda. Yeah, so that might actually be the reason why you feel kuwa utosi wa mtoto wako haudundi ukiwa karibu and everything, so that might actually just be natural na inaweza kuwa hakuna tatizo. But it it is is is is very important kujaribu kuangalia kama utosi uko umeweza umeweza umeweza kusink kusink ya yeah, because utosi ukiweza kusink sometimes, ukiangalia hivi you might might not notice kuwa utosi unadunda. Na na na ikiwa utosi wa mtoto mtoto wako wako umeweza kuingia ndani, uh, in English tunaita sunken fontanel, then then it might indicate kuwa your kid is dehydrated, na ni vizuri uweze kumpeleka hospitali aweze kuangaliwa. Now the opposite of that is utosi uweze kufura, na ikiwa utosi wa mtoto wako umeweza kufura then there is a, a Uh, something ambayo inaweza ashiria too much pressure in the head, ambayo inaweza kuwa imeweza kusababishwa na conditions kama vile hydrocephalus. But pia mtoto anaweza kuwa yuko mgonjwa na magonjwa kama vile meningitis, ambayo huweza kusababisha utosi ufure kwa watoto. So it is very important uweze kumpeleka hospitali. Now there is also another condition ambayo know, inaweza kufanya pia uh, utosi wa mtoto usiweze kudunda now a utosi fontanels ambazo huwa ziko so, jaribu kugusa usikie kama kama bado bado iko iko soft soft so soft, then that is okay, na haijaweza kusing, that is is okay okay, na also but keep an eye and sure unanisha mtoto mara kwa mara. The bottom line ni hivi, yeah? ikiwa una feel kitu kidogo sawa na mtoto wako mpeleke hospitali hospitali, yeah? if you feel anything is is not not okay, ni vizuri umpeleke hospitali aweze kuangaliwa. That is the only sure solution, yeah? kuangalia video za YouTube should not really give you Uh, uh, confidence like uamini kuwa mtoto iko sawa and everything ni vizuri uweze kumpeleka hospitali because, in most cases kuna vitu fulani lazima daktari aweze kuangalia physically, aweze observe na aweze kuambia kuwa kitu kiko sawa ama iko sawa. Shukrani sana kwa kutazama video hii, si uweze kupatana katika video zitakazofuata. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like video hii na uliza maswali.